Hifadhi moja ya maiti jijini Nakuru imewekwa kwenye darubini ya madai ya kutoza ada za juu kwa familia zinazotumia huduma zao. Makafani ya PNN imedaiwa kutoza ada maradufu licha ya kuonyesha ada tofauti unapofika kwenye hifadhi hii. Jitihada za kutafuta ufafanuzi kutoka kwa usimamizi wa hifadhi hiyo hazikufua dafu kama anavyotuarifu Ben Kirui. Kipindi cha maombolezo ni wakati mgumu sana kwa yeyote, na waliofiwa wanastahili huruma na msaada ili kupunguza uzito wa majonzi yao. Ila hili halikuwa tukio la familia moja mjini Nakuru. Makafani ya PNN yanatuhumiwa kutumia kipindi kigumu cha majonzi ya familia za waliofiwa kama fursa ya kujinufaisha, wakitoza pesa kupita kiasi kuhifadhi miili kwa usiku mmoja. Familia hii ilipeleka mwili wa mpendwa wao Jumapili wiki iliyopita tulieleza kwamba tuko na preference ya kupeleka mzee mashinani the next day, kwa hivyo watupee rate ya siku moja, na no, wakatueleza kwamba watatulipisha 10000 shillings for an overnight stay. Eh, instead of 25000 shillings ya wiki moja. Familia ya marehemu Mike Kevue Bweri inadai kutozwa jumla ya shilingi elfu thelathini na tano kinyume na bei iliyowekwa wazi ya shilingi elfu kumi kwa usiku mmoja. Kiasi hicho kilijumuisha shilingi elfu kumi kama ada ya usafiri kutoka hospitali ya karibu hadi kwenye makafani hayo, licha ya familia kudai kuwa usimamizi ya hifadhi hiyo ilikuwa imeahidi kuiondoa ada hiyo mwanzoni penye mzee alifariki hadi hiyo mog ni less than 300 meters, na wakatueleza kwamba ni free of charge, hawata tulipisha kitu. Kulingana na familia hiyo, hali ilianza baada ya kuamua kukodisha huduma ya gari la kubeba maiti kutoka makafani tofauti. When they had were using umash they now tell us because we are not using their house we will have to pay 10000 baada ya kuchapisha malalamiko yao kwenye mitandao ya kijamii watu wengine pia walijitokeza wakidai kupitia matatizo kama hayo. Tunaona kama tuli au watu walituiba pesa yetu wakati enye haufai, kwa sababu walituambia kitu moja tukianza na wakati tulienda kuchukua mwili wakabadilisha na wakaongeza pesa zao. Juhudi za kupata majibu kutoka kwa usimamizi wa PNN hazikufua dafu, simu zetu zilikatwa kwa ghafla, jumbe zetu hazikujibiwa na hata barua rasmi iliyowasilishwa katika ofisi zao za Nakuru haijapata majibu yoyote hadi sasa. Ben Kirui, runinga ya Citizen.